Zaidi ya watoto 400 mashariki mwa DRC waliandikishwa na watendaji wenye silaha Januari, Januari na Februari mwaka huu, wengine wakiwa na umri wa miaka 14 na wengine walichukuliwa kutoka kwenye shule na mitaa, uh, na kuwekwa katika hali ya hatari na ghasia, shirika la Save the Children limeeleza na kunukuu katika tovuti yake. Wafanyakazi wa ndani wa Save the Children walioko katika ulinzi wa watoto kaskazini na kusini mwa jimbo la Kivu waliandikisha kesi mpya zaidi ya mia nne kukiwa na makundi yenye silaha baina ya mwezi Januari na Februari mwaka 2025 wakati ghasia zilipozuka mashariki mwa nchi hiyo. Baadhi ya watoto wanaripotiwa kuchukuliwa kutoka kwenye jumuiya zao na kupelekwa kwenye misitu kwa ajili ya kupatiwa mafunzo jinsi ya kutumia silaha bila matakwa yao. Save the Children inatoa msaada kwa watoto ambao wameachiliwa kutoka makundi yenye silaha. Mwaka 2024 kundi hilo lilisaidia, lilisaidia takriban watoto 220 ambao awali walijihusisha na makundi yenye silaha katika majimbo ya Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Watoto hao wanapatiwa mafunzo ya kisaikolojia na msaada wa kiuchumi kwa ajili ya kuwawezesha kurejea kwenye jumuiya zao.